Okay, hii <laughs> <laughs> so, so, <laughs> part ya conversation hapa hivi inachukua wote mara moja, ama si ni hivyo? kama <laughs> huyo akiongea, unaweza mfocus, huyu akiongea mm <Yabon chukua>